Uh, kuna taarifa moja ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii ambayo imezua sintofahamu nayo ni ya uh, mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Godbless Jonathani Lema uh, ambaye ame tolea ufafanuzi kile ambacho e, Rais Samia jana alikizungumza. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan e, Februari 9 ya mwaka 2026 aliwaapisha viongozi mbalimbali aliowateua katika afla iliyofanyika Ikulu ndogo ya jijini Dar es Salaam. Miongoni mwa viongozi walioapishwa ni waziri Salum Rajabu ambaye aliapa kuwa katibu mkuu wa wizara ya viwanda na biashara. Katika hafla hiyo, Rais Samia aligusia minongono iliyokuwepo miongoni mwa wananchi kufuatia wa uamuzi wake wa kumtoa waziri Salum Ikulu, hatua iliyozua maswali kuhusu sababu ya mabadiliko hayo, ikizingatiwa kuwa wamefanya kazi kwa karibu kwa muda mrefu. Rais Samia alieleza mabadiliko anayoyafanya katika teuzi zake kwa viongozi aliyowahi kufanya nao kazi yanalenga kuwakuza, kuwajengea uzoefu mpana wa uongozi na kuandaa kwa majukumu makubwa zaidi, akifafanua kuwa hata kuwepo Ikulu milele na kwamba viongozi watakaofuata wanaweza kuja na timu zao wenyewe, hivyo ni muhimu kwa viongozi wa sasa kupata fursa mbalimbali za kiuongozi mapema. Kauli hii ya Rais Samia imekuja kujibiwa na e, kama nilivyosema Godbless Jonathan Lema ambaye ni mjumbe wa kamati kuu wa chama e, kwa sasa wanasema sio chama kikuu cha upinzani bali ni chama kikuu cha siasa Tanzania, na nukuu kauli ambayo amekuwa akisisitiza sana makamu mwenyekiti wa chama hicho bara Tanzania bara eh, Bwana John Eche. Sasa Bwana Godbless Lema ambaye alizaliwa Oktoba 26 ya mwaka 1976 eh, ambaye aliwahi kuwa mbunge wa kuchaguliwa katika jimbo la Arusha mjini E, kati ya mwaka 2015 mpaka 20 ambapo baadaye ambaye kihistoria e, Bwana God bless Lema amewahi kuwa mwanachama wa TLP kati ya mwaka 2005, lakini Bwana Lema alikumbwa na changamoto mnamo mwaka 2020, alipotafuta hifadhi ya kisiasa nchini Kenya na baadaye Kanada kufuatia shinikizo kali la kauli yake ambayo alitabiri kifo cha aliyekuwa rais wa Tanzania, e, ambaye kwa sasa ni marehemu John Pombe Magufuli e, jambo ambalo lilimwingiza matatani na akalazimika kuikimbia nchi pamoja na mambo mengine mengi sasa. E, bwana Lema aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii akikosoa hii kauli ya Rais Samia, ambayo nainukuu, alichokiandika nimefurahi tena kumbe mnajua kuna future katika maisha. Hilo jambo linanipa faraja na amani kubwa sana. Imagine umemlea Waziri Rajabu, amekuwa katibu wa rais na sasa una mexpose kwenye sectors. Moyo mzuri sana sasa Fikiria, kuna mzazi anamtafuta mtoto wake ili amzike si kumuexpose hata kijiweni bali kumzika kaburini na amuoni. Mnafikiri haya mambo yatapita kawaida? Future zenu ni ngumu sana, muda wa Mwenyezi Mungu utaongea kwa sauti kubwa. Watu wote wanapenda beta future, pia wawe tu exposed kwenye haki na utu wala sio sectors na utajiri. Mwisho wa kumnukuu Godbless Lema ambaye e, ameandika ujumbe huo kwenye ukurasa wake wa X zamani Twitter, akijibu e, ile kauli ya Rais Samia ambayo alikuwa akitolea ufafanuzi minongono kuhusu e, kuteuliwa kwake kuwa kumteua msaidizi wake e, ambaye kwa sasa ni Balozi Rajabu Waziri kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara. Mtazamo wa Lema unafikirisha lakini, utakuwa ni ujumbe ambao e, viongozi na wasaidizi wa rais au hata rais mwenyewe anaweza akautafakari. Naam, kama umependezwa na stori hii unaweza ukaweka maoni yako hapa chini kwenye chaneli yako ya Juni TV Online.